Karibu tena. Familia moja katika kaunti ya Mombasa inalilia haki baada ya mpendwa wao kufariki kutokana na kile wanachodai ni kudungwa sindano isiyofaa. Familia ya Faith Anindo, mama mjamzito, inadai alienda hospitalini na tatizo la pele, lakini baada ya kudungwa sindano macho yaligeuka rangi ya ya ya njano na mwili kuanza kufura. Serikali ya kaunti ya Mombasa imeanzisha uchunguzi kuhusiana na kifo chake, kama navyotuarifu Francis Mtalaki. Faith Anindo alifika katika hospitali ya Coast General Tawi la Shanzu tarehe kumi na mbili Mei mwaka huu akiwa na tatizo la kipele tu, kulingana na familia. Mama mjamzito anadaiwa kudungwa shindano iliyosababisha macho ukigeuka njano papo hapo, huku mwili wake ukifura. Hizo vidonda dawa ndio zilimchoma, ile kuchomeka kwa miguu ni dawa ndio zilimchoma, after kufanywa dressing before tutoke, alifanywa dressing hapa, kufungulia bandage mara ya pili ikawa amechomeka miguu yote miwili, sindano alidungwa Utange na alivyokuja kwa General Main. Kwa nini wana take so long ku find out? Kwa sababu Utange na hapa ni the same, kwa nini wana take so long ku respond? Waseme ni sindano gani walimdunga Faith. Baada ya siku kadhaa alihamishwa hadi hospitali kuu ya Makadara kwa matibabu zaidi, ila hali yake iliendelea ya kudorora vidonda vikazidi mwilini na kufariki baadaye. Ingekuwa ni kitu inawezekana, si angetibu pale mwanzo mwanzo? Na mbona mtu mjamzito anadungwa vipi sindano bila kujua ni sindano gani amedungwa? Familia ya marehemu inadai kuwa madaktari katika hospitali ya Makadara wanaficha ushahidi. Hiyo kitabu yake ya clinic, kuna tu pages zilikuwa na summary. Tulirealize kwamba zimekatwa, zilikatwa zikaenda wapi? Kama hakuna kitu wanaficha, kwa nini hizo karatasi zilikatwa? Serikali ya kaunti ya Mombasa imejitetea kuwa kuondoka kwa Faith Anindo ndio kulichangia kwa kifo chake. Familia hii imekana madai hayo. Alikuwa hudumiwi angekuwa anahudumiwa hatungemtoa saa, na angekuwa anahudumiwa naamini angekuwa yuko sawa, mpaka sasa tungekuwa tuko naye. Kama tutapata justice saa hii kesho ama siku zenye zijayo, watu wengi watapitia chenye tumepitia. Saa hii tayari uchunguzi umeanzishwa kuhusu kifo cha Faith kupitia kamati maalum. Mombasa, Francis Mtalaki, runinga ya Citizen.